Nikukumbushe tu kwamba wanangu eh, tunapitia kwa kwa um, uh, kwa kwa mengi kinoma noma lakini sometimes changamoto zisikufanya wakati, tamaa ya kuendea na safari, si ndio? Hivyo yani bana, kupitia SNM, tuko na story tatu ambazo zimechukua nafasi kwa ukubwa kabisa. Story ya kwanza inahusu mwanamuziki Marioo ambaye ameapa shao nyingi sana mashabiki wake, so amefurahishwa na upendo aliopata kutoka kwa mashabiki zake baada ya kuachia wimbo wake mpya ambao baada ya muda tu kidogo yani basi viewers kama laki tatu hivyo kwa YouTube So noma sana bwana, ngoma yake huwa inakimbiza sana, so jambo la msingi ni kwenda urudi kitu prafo na kuweza kusimu kutano kwa mpango mpango, so lakini pia kushare ni mnajua, eh, vitu hivyo, so haja hajaamini. So ukienda uh, kule Instagram kuna ukurasa wake ameandika maneno yafuatayo, anasema huu ni upendo sio wa kawaida na najua hii sio kwa ujenja wangu. Nimeamua kijana wenu nisifunjae, asanteni sana, eh ndani ya masaa nane sipo unajua roha. So kitu kama hizo, so ni ngoma kikali kile, mambo yanafanya vizuri kwa digital platform. Lakini pia story ya pili inamhusu mwanamuziki Maili, ambaye anaitwa Haraja Abdul kwa jina maarufu mnai. So ameweka wazi kabisa kwamba, yani katika mwanamke ambaye sikuwahi kumpenda ni uopa. So vitu kama vimeeleza vitu vingi sana, sasa amekuwa na wake wengi sana wengi wengi wengi wengi, lakini uopa kweli, mwanamke ambaye sikuwahi kumpenda ingawa alinisaidia kutanua jina langu, lakini hakukuwa na mapenzi pale. Mh, mbea elfu mbili ba mbili ba pale kati maeneo ya windini pale, wanangu kila Jumapili najua Eh, wanafanya kukuza vipaji ni kupitia hili stage, so wanapanda wanangu, nini wanafanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo kila Jumapili sio kesi nini, kama uko around nini, utaambia unakuwa unasogea sogea pale, kuanzia mida ya saa kumi hivi mpaka night. So kupitia kina sawazi, unajua mbea, ninapenda nitoe show nyingi sana kwa wana ambao, eh, long time ni majendari kwenye muziki nwengine ni wana ambao wanasapoti arakatukaa hizo bana, shauri nyingi sana kwa big brother bear boy chuma au vipi bana nusu. So wanangu wanafanya vizuri e, kwa namna ambavyo wanaona kabisa kwamba wana support na najua vipaji kama hivyo, lakini mbali zaidi ni kwamba unapozungumzia kitaa na sanaa, basi tunazungumzia namna ambavyo vijana wanaojua najua wana talent wanapanda pale stage, unajua zile lakini pia wanaonyesha ule kwamba huu ni utamaduni na vya ambavyo tunaweza tukasapoti tuka harakati. Unajua, nikisema hip hop maanisha ni, ni, ni, ni maisha ya kila siku, asubuhi, mchana, jioni, naamka E, kuheshimu watu kupenda watu, unajua uzalendo, vitu kama hivyo. So masuala ya unyanyasaji ukatili. so, hip hop design kama iko upande wa mbali zaidi uki, uki, uki ukitazama ile hospitali ya Maranatha eh, kuna njia moja mionyesha moja kwa moja hivi, kama unaelekea chini hivi, yani unatoka, una ile barabara ya ile sokoa soko, soko, soko kimataifa la Mwanjero unakuja upande wa pili, ni upande wa kushoto. uh, so, yani, eh, so, eh, za Kinasa wazi kuna album kibao pale, lakini sio tu kwamba album ni kuna album utakutana za kinaniki, unajua eh, wanangu wengi kina ambao wanafanya muziki. Wanafanya muziki wa hip hop ambao pia uki, ukienda kwenye kwenye group la Kinasa, yani kwa maana kwamba ukitujia nambako nini? E, ukiingia hapo Instagram, ukiingia Instagram pale, wewe we, we search Kinasa wazi na ndizani nenda pale kwenye wanja message nini wewe eh, welekeze maana takalbamu ya nani, vitu hivyo vitu kama hizo lakini pia eh, mimi naamini kabisa hata ukihitaji t-shirt Chapu, e, bana, noma, sana wanangu. Ladies and gentlemen, so mimi nakupa, nakupa nakupa nakupa challenge moja ambao utaenda kuifanya kwa time yako vipi. Uh, tangu tumeanza kufanya muziki wa wa hip hop Bongo Tanzania. Sasa utaniambia ni msanii gani ambaye kwanza ana hela. Eh, ana miliki ya kutosha alafu pia ndo legend ambaye anaendea bado kukaa kwenye game. Muda, yani tangu long time, simaanishi yule ambaye alikuwepo, ina maanisha ambaye eh, alikuwepo na yupo. Ataenda kuwapa fana fedha. So hivyo, yani nakupa hiyo challenge, utanitumia majibu kupitia comments hapo chini.